Yeah. Kuna wasanii wengi kwenye upande wa uigizaji huwa mm. wanakuja na kupotea, wanakuja na kupotea mm. kwa maana ile level ya kuzungumziwa kwamba mm. huyu ni bora, huyu ni bora mm. wengi sana walikuwa hapa katikati mm. na ikafikia kipindi watu wakawa wanazungumza vitu vingi sana mpaka mm. kuwashindanisha nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Wewe yeah. unafikiri umewazidi kipi wasanii wengi wa waigizaji wa kiume mpaka kukupa wewe ubora? Uh, hakuna kikubwa ambacho nimewazidi wengine, huo ni mm. ukweli usiofichika, kwa sababu sisi sote ni waigizaji, hakuna kikubwa ambacho mimi nimewazidi, lakini nahisi mm. tunashindwa kuheshimu wakati. Wasanii wengi mm. hatuheshimu wakati, na sio tu kwenye sekta ya sanaa mm. sekta nyingi sana, watu wengi tumekuwa tumeshindwa kucheza na alama za nyakati mm. kuheshimu wakati, kwamba sasa huu mm. wakati uliofika kwa sasa mm. ebu tuwache huu ni Waboneka, tutakiwa kumgusa kwa sasa mm. tumpe muda, tuone je ataweza kuwa na ile au atarudi nyuma mm. umezungumzia bali ya wasanii kuja na kupotea kuja na kupotea kunasababishwa na hiyo hali mm. ya kutoheshimu wakati. Kuna watu tuna overtake muda mm. Boneka amekaa kwenye kiwanda cha filamu ndani ya miaka kumi na moja sasa, inaelekea kumi na mbili mm. katika hiyo miaka tisa nyuma hakuna aliyekuwa anamfahamu mm, lakini miaka miwili mitatu ya hivi karibuni mm. watu wamemfahamu mm. alikuwa na subira alikuwa anajipa muda mm. alikuwa anataka kutimiza malengo ambayo leo yanatimia. Watu wanaamini labda yanatimia kwa bahati mbaya, sio kweli mm. anabahatisha. Hichi kinachokuja kwa sasa mimi nilikipanga, inawezekana miaka mingi nyuma mm. kwamba nitakiwa niende kwa step, nipite hapa, nipite hapa ili niweze kuwa bora mm.